Jamani, chakula kilikuwa kitamu sana Nuru. Asante sana kwa maandalizi mazuri, kwa kweli ilikuwa poa sana hmm. Sasa tubuni mitindo gani ya kucheza, au vipi? Vipi kuhusu hii hop, hop, hop? Wow. Wow. Kumbe unaweza kucheza, umewezaje? Um, unajua, nilikuwa mchezaji mzuri sana nilikuwa naweza kusimama uh, kutembea uh, na kucheza. Si unajua kweli? Kwani mimi, kilitokea siku moja miaka michache nyuma. Nilipanda basi na basi lilipata ajali. Nilipoamka nilimkuta mama, shangazi yangu na daktari wakiwa na furaha sana kuniona nikiwa mzima. Dokta Alfa alinieleza kwamba nilipona kutoka kwenye ajali, lakini ajali ilisababisha madhara kwenye uti wa mgongo. Madhara katika uti wa mgongo? Lakini kama ni uti wa mgongo, miguu yako imeathirikaje? Yeah, um, dokta Alfa alinieleza hivi. Mfumo wa neva ndio mfumo wa mawasiliano wa mwili. Unatuma ujumbe kutoka kwenye ubongo wako kupeleka kwenye uti wa mgongo, kisha kwenye sehemu zote za mwili. Kwa mfano, ukitaka kutembea, ubongo wako unatuma taarifa kwenda miguuni mwako kuisogeza. Ujumbe unapita kwenye uti wa mgongo kuelekea chini ya miguu yako. Kisha miguu yako itaanza kutembea. Sasa ukitaka kukimbia, ubongo wako unatuma taarifa kupitia uti wa mgongo, na miguu yako itatembea haraka zaidi. Lakini uti wa mgongo ulipokatika, ilikuwa ni kama umekata waya wa umeme na umeme ukashindwa kupita tena, ujumbe ukashindwa kuletwa kwenye miguu yangu tena. Oh, madaktari wanaweza kuunganisha nyaya za uti wa mgongo kufanya ujumbe uweze kufikishwa tena, kama jinsi ambavyo mafundi umeme wanavyounganisha sakiti umeme, kisha umeme unarudi? Jambo mm, zuri, lakini bado lakini tunaweza kuendelea kusoma sayansi kupata suluhisho huko mbeleni. Kwa hiyo sikuweza kuhisi au kusogeza chochote kuanzia kiunoni kushuka chini kwenye miguu yangu. Ubongo wangu unajua kwamba nataka kuchezesha vidole vyangu, lakini ujumbe haukufika kwa sababu mawasiliano alikatwa kutoka kwenye kiuno changu hadi miguuni. Vidole vyangu havikupata taarifa, kwa hiyo havikuweza kusogea. Daktari Alpha aliniambia kwamba kutokana na maumivu kwa watu wengine mawasiliano anakatika katika maeneo yote au baadhi chini ya eneo iliyoumia. Kwa hiyo kama sehemu ya jeraha ni kwenye shingo yako, utapoteza uwezo wa kuhisi chini ya shingo yako, hii inaitwa Tetraplegia. Kama sehemu ya jeraha ni kwenye kiuno chako basi hautaweza kuhisi chochote chini ya kiuno chako. Hii inaitwa paraplegia. Oh. Haya, sasa mmeelewa. Niambieni, mimi nina tetraplegia au paraplegia? Mm. Paraplegia? Upo sahihi na niparaplegia kwa sababu kwangu mawasiliano amekatwa chini ya kiuno changu, nashindwa kusogeza miguu yangu, lakini bado naweza kusogeza mikono yangu. Oho sasa, kwa hiyo ndio maana unaweza kuendesha kiti chako na kufanya kazi nyingine kama kucheza. Nilihuzunika sana kupoteza uwezo wangu wa kuhisi, lakini ninafurahi bado ninaweza kutumia mwili wangu na mikono yangu kusogea na kucheza. oh. Isa, asante kwa kutusimulia hadithi yako, Nuru. Pole sana kwa yale yote uliyopitia. Lazima ilikuwa ngumu sana kwako, Nuru, lakini wewe ni jasiri sana na unahamasisha. Wewe ni neno gani tena ile? Imara. Kwa sababu uliendelea kupambana hata pale ilipokuwa ngumu kwako. Ninapenda sana unavyocheza. Samani sana kwa kufikiria uwezi kucheza kwa sababu tupo kwenye kiti cha magurudumu. Ni sawa Kibena.